E, angalia leo mapishi ya samaki wa kupaka. Jina utamtaja wewe hapo. Tumeshamchoma, ameshakuwa brown. Tumesema tukate vipisi vitatu, vipisi vitatu kwa samaki wawili, unapata sita: kichwa, tumbo pamoja na mkia, kama univoona hapo kichwa, alafu anakuja nini, anakuja katumbo, alafu katumbo anakuja kamkia ka. Hiyo ni samaki wa kupaka kama unavyosema, na hilo unaliona hapo, ni tui letu tayari, limeshatoa vikorombozo vyote unavyojua vya spice, sivitaje, unavyojua wewe mwenyewe. Kisha kuweka hapo tena, kisha kumtia, kuna silanto. Silanto si unajua decoration tu hizo ambazo za kuweka juu, si unajua tena mahaba, nibembeleze mahaba, nipende. Hiyo ni kitunguu <laughs> kitunguu mboga, hiyo kitunguu mboga unakikatakata vile vile, ni decoration ambayo unaweka kama green eh, unaweka juu pale e, decoration unaweka hizo e, pilipili boga kila rangi, kuna rangi kama tatu, alafu e, eh, unaweka juu juu yake e, unaifanya kama uwanja wa William Mkapa, ah, Simba Kariako Dabi, zile rangi unazozipanga pale, kwa sababu ndio Tanzania unapenda sana mpira wa Dabi e, Simba na Yanga. Kwa hiyo unatia ile majani majani majani, si unajua rangi yake ni nini? Utasema wewe mwenyewe, unaweka silanto, unaweka taratibu pale taratibu, hiyo yote ni decoration, alafu unapigilia tena kama zegi vile tui lengine unaweka hapo juu, alafu angalia ilivyo kama kwa Mkapa, mechi ya dabi kulivyojaa Yanga na Simba. Kuna njano hapo, kuna nyekundu, kuna kijani na kuna kapingi kadogo kanatokeza. Kwa hiyo hii ni samaki wetu wa kupaka ambayo unaweza kula chapati, ugali, wali, you name it. chuzi hilo la samaki wa kupaka limekolea nazi, alionji mtu <todicum>